Alipokuja kutembelea baadhi ya mabana walikutembelea, mmoja ni Alhabib Hussein bin Abdullah mwanafunzi, akatembelea msikiti umefana, akashiria Abdallah Alaidid mwanafunzi Alhabshi, na pale mtajenga madrasa. Mmoja ni mahabaibi Alhabib Abdul Qadir bin al bin Muhammad, naye pia akashiria kwa kutajengwa madrasa na watu kadha kadha, zikazimetoka bisharati kadha kadha kwa kutajengwa madrasa wakaanza tena kusimama kujenga madrasa. Watajenga kwanini? Kwa nini watu wakaanza kuleta mawe na kina bakshweni kina bidahmani kina naji kidogo kidogo pale pale. Uh, Sheikh Omar Salim Batefa kapeka barua kwa Abdullah Salim Sabah wa Alkuwaiti, ndio akaeta msaada mkubwa alfu ishirini wakati ule ndo, ndo zikaanza kufanya kazi, akisimama yeye Sheikh Omar, akimtana na usiku akipiga makelele na akajenga madrasa mpaka malizika madrasa tini, pamoja na Sheikh Omar Abdallah Alamudi na Sheikh Faidarusi Rifai na wazee wa Mambrui na mzee Sheikh Said saidi, alikuwa hakosekani barazani, hata kudungwa na msumari kafura guu kwa sababu ya madrasa. Lakini ikajengwa madrasa, baada yake kafikiriwa aletwe nani kusomesha. Mzee akamwambia nitajaribu kumuuliza mtoto wangu, maana kuna mpango mingi mmempangia. Akaamka akanambia watu wa Mambrui wakutaka ukasomeshe na mimi sasa nitaguria Mambrui, siondoki tena. Watu harua wakutaka, lakini harua itakuwa ni mbali kwakwee, kwa, kwa sababu ya mamako na ndugu zako, na watua mambasa wakutaka, mjombako sharifu kitame, lakini mambasa si mahali pa kusoma, mahali pa starehe. Wataka wapi? wa nikamba mimi nataka Mambrui, madamu uko wewe kamba, na mimi ndio nitakapo hapa. Ndio wakawajibisha kwa mimi nimekubali. Nikaa kutukuliwa mizigo yangu, nakena Omar Saleh Al-Mansuri, nika Mambrui. Tukapanga mpango wa kufungua madrasa. Nani mwenye kufungua? Ika hakuna mwenye kufungua isokuwa ni Al-Qutb Al-Kabir Al-Habib Omar bn Ahmad bin Abubakar bin Sumait. Akaalikwa ika tarikhi thalathini ya Rabi Thani fungo saba ndotafunguliwa ili afike 30 ya Septemba 1300 ya Kizungu na 1380 ya Kiarabu. Mimi nikaondoka Amu baada ya maulidi ya kipindi, kisha mizigo yangu katukua kendakatikuwa tuka, tukapanga hafla. Ika hafla kubwa sana, wakahudhuria ulamai wote walikuwa pale kina Sheikh Muhammad Qasim mzee wetu Sharif Khitami, mzee wetu Sharif Saidi ndio alisimamia ile hafla. Sharifu Muhamadi kwafanya hafla kubwa, na zile picha ziko za kufunguliwa madrasa na kipa ina la Madrasatnuri kwa ajili ya kutabaruku na Alhababa Nur Hababnu, mama yake Sharif Saidi, sababu yeye ndiye mlezi wa Mamrui, ndio alibadilisha Mamrui tarihi, na ndio aliwaunga watu wa Mamrui akawa moja. Ile madrasa ikaitwa Madrasatnuri madrasa. Madrasa ile limeendesha miaka ishirini na tano. Alhamdulillah, nimetoa wanafunzi wengi waliofaulu, ambao kwamba wenye shahada kamili zaidi ya sitini na tatu na wenye shahada za kiasi wako zaidi ya mia, na ikafanya kazi, lakini kukangia fitna, ambao fitna kama ile ijulikane itokapo kupingwa na kutiliwa moto majumba yetu na kutiliwa fitina ndani ya serikali na kutaka kushtakiwa na kuharibia majina yetu, lakini Mwenyezi Mungu akatuhifadhi, madrasa ikaendelea mpaka mimi nilipochoka nikawaatia hawa walimu wadogo. Ikapita mpango katika hawa walimu wadogo, Wakaendesha wengine, wakakimbia wakaenda Gongoni kwa Said Ali Hasani Abdurahim, akajenga markazi yake, akabakia Shami. Shami ndio akaongamana na watu wamui, wakamdanganya, ikawa madarasa kutengenezwa makomiti eh, yeye ndio akasimamia kwa sababu amepewa cheo, wakaengezwa watumia mwida madarasa kwa mujibu wa kanuni. Kwa madarasa muislamu yeyote aweza kuwa ni memba, aweza kutauliwa tamakasitu kwa watu thalathini wadaima wali nyaka ishirini na tano kumbe kumengeza tumia kwa hila madrasa ikatoka mikononi mwetu. Sasa madrasa haiko mikononi mwetu, lakini ardhi na makaratasi na hati na tasjili ziko kwetu. Tukanambiwa serikali zitarudi, lakini sisi hatutaki fitna. Sharif Haddad ndio alitoa amri tujenge al-Ghannai al-Islamia na pesa za kununua ardhi akatoa yeye, na pesa za kuanza kujenga akatoa yeye. al-Ghannai al-Islamia imejengwa na watu Ali Baalwi na wapenzi wake, na moya alioshirikishwa kusimamia ni ndugu yetu Habib Abubakar Muhammad ambaye kwamba yeye ndio ni moya katika udhu daim katika al-Ghannai.